Msichana mdogo mwenye umri wa miaka mitatu anadaiwa kubakwa na dereva wa gari la shule aliyekuwa na jukumu la kumrudisha nyumbani baada ya masomo. Kwa mujibu wa simulizi ya bibi wa mtoto huyo, tukio hilo la kinyama lilitokea ndani ya gari la shule wakati dereva huyo alipokuwa akimrejesha mjukuu wake nyumbani. Bibi huyo anasema kwamba baada ya kumtendea kitendo hicho cha kikatili, dereva huyo alimtishia mtoto huyo kwa kumwambia kwamba angemkata vipande kwa mapanga na kutupa nyama zake porini wapo angejaribu kusema ukweli kwa mtu yoyote, akasema akisema atakatakata vipande vingine atupe porini. Kwa uchungu mkubwa, bibi huyo ameeleza kuwa hadi sasa haki haijatendeka. Anasema kuwa kesi hiyo bado haijapata mwelekeo wowote wa, wa kisheria licha ya uzito wa tukio hilo. Kwa mujibu wake, mtuhumiwa hajakamatwa na badala yake amewekewa ya mawakili wa kumtetea, jambo ambalo limezidi kuzua maswali na hofu juu ya usalama wa watoto na uaminifu wa mfumo wa haki. Sylvia Joseph Linga au mama warembo wawili, mtoto anasoni ana bebi, alikuwa na miaka mitatu na miezi miezi kumi. Mwaka jana mwezi wa kumi, nikaamka asubuhi nikamwandalia mtoto, saa moja na robo, saa moja na nusu wanachukuliwa katika kituo ambacho kiko karibia na nyumbani tu, barabarani, kama mlivyotokea. Ah, nikampeleka, kuna gari ya shule, ba, basi skuli inakuja kumchukua ya shule ya Nalopa school baby class o, nikaenda nikamkabidhi. Kuna dereva anayemchukua mtoto akiwa na mwalimu, nikawakabidhi mtoto asubuhi pamoja na mtoto wa jirani yangu. Huwa wanachukuliwa wote hapo barabarani na huwa tunawakabidhi, na saa ya kurudisha lazima watukabidhi mkononi. Siku hiyo wakaondoka, wameenda shule, wakachelewa kurudi. Walivyochelewa kurudi mimi niliwahi barabarani saa kumi na dakika kumi ndo analetwa. Nimekaa barabarani mpaka kwenye saa kumi na dakika ishirini mwenzangu akaja, ambapo ni mama wa Ivona, mtoto anayeitwa Ivona ambaye wanasoma naye bebi. Mama yake alivyokuja, mi na mgonjwa hapa, nikamwambia nawahi nyumbani, nimeacha gesi wazi, kwa hiyo wewe endelea ku, kusubiri watoto akaniambia sawa mama, maana kisha kuja mmoja, tunamwacha mmoja akisubiri watoto, mwingine anaweza akaendelea tu na shughuli zake, wanaletwa wote na jirani hapa hapa. Niko nyumbani, akanipigia simu akaniambia, mbona saa zimeenda mama, watoto hawaji, hebu mpigie yule dreva simu, muulize watoto wako wapi? Basi nikampigia dreva simu, dreva akaniambia, watoto wako na yule uh, dereva mwingine mzee, mimi leo siko nao nikaambia naomba namba yake. Akaniambia naona, ngoja nimpigie. Akampigia, alivyompigia nimekaa sikupata majibu. Nikampigia dereva mdogo, nikamuuliza dereva, mbona wewe u, u, watoto hawaji? Akasema mama, nimeshawapigia watoto wako njiani, wanakaribia. Tumekaa mpaka saa kumi na mbili kasoro kama dakika ishirini na tano ni saa kumi ikifika na dakika ishirini labda saa kumi na nusu lazima wawe hapa. Saa kumi na dakika ishirini wanakuwa hapa. Nikawa nimempigia nime, nime huyu mama Ivona, nikamwambia watoto wanakuja. Yule mama akasubiri akaona hawajaja, akaniambia nakuomba, ni mtoto wangu yule, sio mama, ni mtoto, kwa sababu huyo mtoto ni mtoto wake wa pili. Basi akaniambia mimi naondoka, naenda kazini, ni mwanajeshi naondoka naenda kazini kwa maana hiyo naomba uje tena huku barabarani mama, uje uangalie watoto. Basi mimi nikamwambia, saa mwanangu, nikatoka. Nilivyotoka nimetoka tu hii hapo barabarani kidogo hapo, na yeye akatokea kwake, ni upande huo, hizo nyumba mmeona hapo, mtoto wake msichana wake akatokea huko, tukakutana kama njia panda akasema dada kanipigia, nikapokea watoto nami nikamwambia yeye na mimi hivyo hivyo, kanipigia watoto wamechelewa, kweli hatujui ni sababu gani. Basi nika tukaondoka, wakati tuko njiani kidogo, tukakutana na huyu mama Ivona, anarudi kwa ajili ya kazini. Tumetembea, tumefika karibia tu hata nitapao, nitawaonyesha basi tukamwona yule dreva amekuja, hiyo ni saa kumi na mbili kasoro dakika kumi. Mkubwa babu anaitwa, wanamwita anko Kipara, watoto wanamjua kwa anko Kipara, anko kipara maarufu ni anko Kipara. Basi nikamwona nika amekuja, nikuwa sijamzoea sana machoni, huyo babu nikaona amekuja, wakapaki gari huyu mwenzangu alikuwa ametangulia kidogo, huyu huyu mtoto ambaye tulienda naye alikuwa ametangulia kidogo. Yule baba akaja akasimamisha gari akapaki sehemu hivi hii kwa, kwa, akaziba barabara ya kwetu kabisa vizuri, akaiblok. Akatoa mtoto kwenye gari haraka haraka, akawashusha, akaingia kwenye gari akakimbia. Tukashangaa, kwa nini huyu babu leo, huyu dereva leo hatukabidhi watoto, anaacha watoto wadogo hivi barabarani, na kwa kawaida tunakabidhiwa mkononi? Sikupata majibu. Tukaja na watoto, tukafika nyumbani, mwenzake akaenda kwake na sisi tukaja hapa kwetu. Kama mnavyoona, nikisha kuja nafunga, huwa hakuna mtu kutoka kuingia, lazima nijue ni nani. Nilivyomfikisha nikampa matunda nikamnawisha mikono, maana sikuweza kumwogesha, maana saa zilikuwa zimeenda sana. Nikampa matunda akala kidogo, akashindwa, akaniambia naenda kulala, nika akaenda kulala. Kwenye saa mbili hivi ameamka, namwamsha sasa ale chakula, nimwandalie vizuri, ili kwa ajili ya chakula cha jioni cha usiku. Akaingia bafuni, alivyoingia chooni sasa, alivyoingia chooni kidogo alijisaidia, ali, ali, ali haja ndogo. Nikasikia nalalamika, wakati nimeenda nataka kumtawaza, akapiga kelele. Nikamuuliza, kuna nini Priti, mbona unapiga kelele? huku akaniambia siwezi kusema. Nikamtoa, nilivyomtoa nikamleta kwenye kiti, nikamwangalia vizuri, sehemu ni nzuri, nikamwangalia nikakuta kuna uchafu wa uumeni kwa mwanaume. Mimi ni mtu mzima nashindwa kutamka, ni watoto, nikakuta yale mauchafu yamejazana huko, mtoto amechubuka sehemu yote ile asiri, mpaka sehemu ile ya haja kubwa amemchubuachubua kwenye nani, mashavu kule na ndani shimo limetanuka sana e, nilikuwa sijamtawaza. Basi niko na nilikuwa na mama yangu hapo ndani mzee, lakini sio mzee sana. Basi nikampigia mwalimu kwanza, nikampigia Mama Ivona nikaambia Mama Ivona, mbona Priti kaja anaumwa? Priti, Priti amebakwa naona mtoto ameshabakwa, yuko mauchafu kila kitu, na wamechelewa hivyo, kweli mtoto kaja amebakwa. Basi mama hivyona, nikamwambia angalieni na huyo wa kwenu, maana huyu wa kwangu si salama. Akaenda akapiga simu, maana alikuwa kazini. Alivyopiga simu, wakamkagua kwao, bado wakanirudia, wakaniambia huyu yuko vizuri, hana shida. Basi tuka tukawa tume, tume, tume, ni, ni, tumeachia hapo. Mimi na huyo mama nikampigia mwalimu wa shule, mwalimu wa shule nikaambia, yule wa asubuhi niliomkabizi, mbona mtoto kaja ameumizwa kiasi hicho, sehemu za siri, amebakwa, amefanyiwa ukatili mkubwa sana. Huu ukatili ni mkubwa sana asante. Mtoto wa mwaka miaka mitatu na miezi kumi. Kwa upande wa mtoto huyo Licha ya umri wake mdogo amesimulia kwa bibi yake sehemu ya kile kilichomtokea, akieleza kwa lugha ya kitoto namna alivyotishiwa na kudhalilishwa. Bibi huyo anaiomba serikali na vyombo vya usalama na watetezi wa haki za watoto kuingilia kati ili haki ya mjukuu wake ipatikane na hatua kali zichukuliwe dhidi ya mtuhumiwa. Tukio hili limeacha maumivu makubwa kwa familia hiyo na linaibua maswali ya msingi kuhusu usalama wa watoto wanaosafirishwa kwa magari ya shule. Pedi Pema School. Akampa ivona karanga. Nani anampa ivona karanga? Akukipara. Akanivuta uh -huh. Aka uh -huh. Akanilaza uh -huh. Akanivua akafunga madirisha yote uh -huh. Akanivua chupi nyejavi mm -hmm. E, akanyingizia kitu yake mm -hmm. nikalala nkaamuka mm -hmm. akanikuta akanimulika na tochi mm -hmm. akasema mm -hmm. kisema atakatakata vipande vingine atupe porini. Bibi huyo anasisitiza kuwa mtoto wake wa miaka mitatu sasa anaishi kwa hofu na mshtuko mkubwa. Na nahitaji msaada wa kisaikolojia. Hii ni WAKILI TV na mimi ni Rosette Sweni.